ya uwanja wa Benjamin Mkapa kusoka Tanzania bara wao wanachokiamini wao ni kuingia uwanjani na kwenda kusubiri aa, lolote litakalotokea lakini, mpaka hivi sasa taarifa zinasema kwamba mchezo umeahirishwa mpaka pale utakapopangiwa tena muda mwingine wa kuchezwa. Kwa leo mchezo huu umeahirishwa dabi ya Kariakoo, lakini nje ya uwanja mashabiki wamegoma kuondoka, na unatazama bado mashabiki wapo, kama ambavyo unaona nyuma yangu hapo, wengine wakikaa kwenye mageti na wengine wakiendelea kuingia kwa upande wa kule wa taka wao sijui ni kitu gani lakini, taarifa rasmi imeshatoka kwamba mchezo umeahirishwa. Tupata wasaa kuzungumza na baadhi ya mashabiki hapa, kuzungumzia mchezo huo namna ambavyo ume machache yaliyopita kuhusiana na mchezo huo wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya Simba na Young Africans, huku taarifa ikitoka tena kwa afisa habari wa klabu ya Young Africans, Alikamwe, kupitia mitandao ya kijamii akiandika kwamba uh, kikosi cha Young Africans kitawasili uwanja wa Benjamin Mkapa uh, kwa ajili ya kuendelea na taratibu nyingine. Alikamwe, kwamba kikosi cha Young Africans kitawasili uwanja wa kapa saa kumi na moja kamili jioni kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa leo wa Kariakoo Derby hakuna kipengele Na li Kamwe kupitia uh, ukurasa wake wa Instagram, lakini huku uh, mashabiki wakiwa bado hawajafanya maamuzi ya kuondoka nje ya uwanja. Mpaka muda huu mashabiki ni wengi, na pengine wengine bado wanaendelea kuja katika uwanja huu kwa kile ambacho kinatakikana kufanyika, lakini kwa taarifa rasmi ni kwamba mchezo wenyewe ume lakini mashabiki hawakuwa nyuma wala hawajafanya maamuzi ya kuondoka. Wao wa pale wapo nje ya uwanja wa Benjamin. Pengine Jadu, yapi maoni yako kwa hiki ambacho kimetokea? watu waondoke, watu waondoke. taarifa ya bodi ya ligi imesha na TFF imesha tolewa, basi watu wanapaswa kutii. wenye mamlaka fanya kile ambacho kimesha tolewa, eh, mamlaka ziamue na kipengelea Kipengele, hai. Dabi haina kipengele kiukweli, hai kipengele, ya kipengele sababu kila kila kitu kimewekwa wazi na bodi ya ligi na bodi ya ligi ndio mamlaka ya kusimamia mpira wa Tanzania. Sasa wakishaongea wao, basi inabidi utekelezaji kwao. Bado Dabi haina kipengele, usubiri muda ambao itapangiwa tena. Tuone kusongea. <laughs>